Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Karibu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Ihsani Mafundisho TV. Na leo tunazungumzia kila dhambi ina njia ya kusamehewa, usikate tamaa. Hiyo ndio ukumbusho ambao tutaukumbusha katika po hisi kuwa dhambi zako ni kubwa kiasi ambacho hadi moyo wako umekuwa umechoka, usikate tamaa. Hakuna dhambi isiyosameheka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametupa nafasi kwa kila kiumbe ambaye bado anapumua na anaendelea kuishi aka aa toba na Allah subhanahu wa ta'ala, anamkubalia toba yake, anamsamehe madhambi yake. Msamaha wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa, wa ta'ala upo kwa kila yule kiumbe ambaye anautaka msamaha huo. Jambo la kwanza mtu anatakiwa awe nalo katika pale anapokuwa anapougundua kwamba amefanya kosa na kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema katika surati Az-Zumar:

wamefanya makosa na wamedhulumu nafsi zao, wamefanya makosa juu ya kuzidhulumu nafsi zao. La takunutu min rahmatillah, basi msikate tamaa kutokana na rehma za Allah subhanahu wa taala. Inna llaha yaghfiru dhunuba jamia, hakika Allah husamehe dhambi zote. Innahu huwa lghafuru rahimu, na hiyo Mwenyezi Mungu ni msamehevu tena ni mwingi wa rehma mwenye kuwarehima uyumbe wake. Kwa hiyo sehemu ya kwanza mji anatakiwa asikate tamaa kutokana na rehema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kwenye aya hii tuliyoisoma inatufundisha ya kwamba usiangalie makosa mangapi umeyafanya, dhambi ngapi umezifanya, kubwa kiasi gani, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ashasema rehema yake ni kubwa mno kwa kila dhambi ambayo mtu atakakuwa ameifanya na akakumbuka kwamba amekosea na kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Kwa hiyo Allah anatualika kwa kurudi kwake pale tunapokosea, tusikate tamaa kwa sababu anajua mwanadamu ni mwenye kufanya makosa. Kwa hiyo mtu anatakiwa asikate tamaa, hilo ni jambo la kwanza la kuzingatia katika kila dhambi ina njia, na njia ya kusamehewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, Kullu bani Adam khata. Kila mwanadamu ni mwenye kufanya makosa, ni mwenye kupotea. Wa khairul khata'in, na bora mwenye kufanya makosa au na bora na bora yule mwenye kupotea. Atawabu ni wale ambao kutambua makosa yao na wakatubia kwa Allah subhanahu huyo nakoa. Kwa hiyo hadithi hii inatufundisha kwamba kwamba mwanadamu hukosea katika sehemu ya tabia zake, mwanadamu liliyokuwa muhimu ya mtu kurekebisha na kuomba msamaha mara kwa mara kwa Allah subhanahu wa ta'ala pale ambapo mtu anapokuwa amekosea kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kinachohitajika hapa ni mtu kufanya toba, inatupa ile hamu ya sisi kwamba kumbe tunapokosea basi tutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bila kuhofu au kujiona kwamba mimi jambo hili tena hapa Allah hanisamehe. Hapana, kinachotakiwa mtu atubie k hem ya maisha ya mwanadamu hapa. Kuna nukta muhimu katika kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili mtu makosa yake yaweze kusamehewa. Nukta ya kwanza taubatu sadiqa, kwamba mtu kuwa na toba ile ya dhati ya kweli, kwamba kweli anatubu na hilo jambo hata lirudia tena kulifanya, kujiepusha na dhambi ile ambayo mtu kaifanya, kwanza kuomba msamaha kwa moyo wake wote, kwamba akajutia na kuhakikisha kwamba hatorudia tena ile dhambi hiyo. Ndo kitu cha kwanza katika msingi wa mtu kukubaliwa toba yake na kusamehewa ile dhambi hata iwe kubwa vipi. Kwanza taubatu swadia, kwamba mtu kufanya toba ile ya dhati kabisa ya kweli, kwamba natubia, najilaumu nafsi yangu kwamba hili jambo siwezi kulirudia tena kulifanya, na jute. Hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili alamalu fi rahmatillah ni mtu kuwa kutegemea rehema za Allah subhanahu wa taala, kuwa na matumaini ya kupata rehema za Allah subhanahu wa taala. Jambo la kwanza kwa kwamba kwa. Naomba msamaha kwa Allah, msamaha wangu ni wa kweli na, na nategemea Allah subhanahu wa taala atanisamee makosa niliyokuwa nayo, kwa sababu msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala hauna kikomo. Kwa hivyo mtu yeyote asikate tamaa, hata kama dhambi yake ina ukubwa kiasi gani mkubwa anatakiwa tu atarajie na awe na matumaini kwa Allah subhanahu wa ta'ala ataweza kumsamehe. Hiyo ilikuwa nukta ya pili katika huko kuomba toba. Nukta ya tatu, bidayatu jadida, ni mtu kuwa na mwanzo mpya. Sasa akawa ameamua kujitoa katika mwanzo, katika sehemu ya thamani ya, ya, ya madhambi ya akaja na mwanzo mpya wa kufanya matendo mema. Toba inatupa fursa sisi kuanza upya maisha na kujenga uhusiano uliokuwa karibu na mwanzo. So, Allah atakupenda, Allah atakuwa karibu ata na wewe, atakusikiliza, atakulinda na atakusamehe makosa yako. Kwa hiyo mtu aanze mwanzo mpya katika yale ambayo yeye alikuwa akikosea. Kwa hiyo hizo ni nukta tatu mtu anatakiwa azizingatie katika kila toba, katika kila dhambi ina njia yake kusamehewa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, usikate tamaa kwenye dhambi ya aina yote kwa sababu Allah subhanahu wa taala yeye ameshasema tusikate tamaa na yeye atasamehe dhambi kikubwa. Mtu anatakiwa atubie toba ya kweli, awe na matumaini kwenye kwenye toba yake hiyo, na aanze mwanzo mpya wa kutokurejea tena yale makosa ambayo yeye alikuwa amefanya kabla hajafanya toba kwa Allah subhanahu wa taala. Usikate tamaa kila dhambi inaweza kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anza leo, ndugu yangu Muislamu, omba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, msamaha wa dhati kabisa, na uwe tayari kwa mwanzo mpya wenye amani na moyo uliokuwa wa kweli kabisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe ni mja wake mwenye kukupenda na utaondoka hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko wa ta'ala yuko radhi nawe. Kwa hiyo tuchukue haya tuyafanyie kazi katika maisha yetu ya kila siku. Na mpaka hapa wa bila taufiq. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.